Sasa nimshukuru sana mkuu wa wilaya uh, ya Mkuranga walitupokea vizuri sana na tumekuja nao hapa kufanya ziara yetu. Tulianza kwenye kiwanda cha Goodwill Ceramic ambacho kina watengenezaji wa marumaru pamoja na bidhaa nyingine, na kisha tumekuja hapa kwenye viwanda vya Keda ambao ni watengenezaji wa float glass. Lengo letu kubwa sisi ni kuwatembelea wawekezaji, kuona namna ambavyo wanaendesha shughuli zao, lakini kuwahakikishia kwamba malengo ya serikali ya kuwapa ushirikiano wa kutosha katika kuendesha biashara zao na uwekezaji wao yanatimia. Aa, kiwanda cha kwanza ambacho tulitembelea kwa kweli ni uwekezaji mzuri sana Goodwill Ceramic. Wanazalisha takriban aa, mita za mraba milioni 14.4 za marumaru kwa mwaka, na ni kiwanda ambacho kinachangia ajira za maku moja kwa moja takriban 1600. Kwa hiyo ni kiwanda ambacho kina tija kubwa sana kwenye uchumi wa nchi yetu. Kwao tumeenda tumewatembelea, na tumewaahidi tutaendelea kuwashirikiana nao kuhakikisha wanaendeleza uwekezaji walionao, na sisi tumefaidika sana, kwa sababu wawekezaji tofauti na marumaru wamewekeza vile vile kwenye bidhaa nyingine, ikiwemo vyombo vya majumbani pali, na wote tumeenda pale tumeona namna ambavyo wanawekeza kwenye kiwanda kingine cha uh, sanitary factory vifaa uh, vingine ambavyo vinatumika uh, majumbani vilevile vile. Lakini sasa tumezungumza nao na wameeleza namna ambavyo wanaenda kuanzisha kongani ya viwanda pale kwenye eneo lao viwanda, ambavyo kutakuwa kuna light and heavy industries. Kwa kweli sisi kama serikali tuko hapa kuhakikisha yale ambayo wanayo kwenye uwekezaji, sisi tunachukua na tunashirikiana ili yaweze kukamilika dira yetu ya maendeleo ya 2050 kwa kweli sisi tunapenda kusema moyo wake ni viwanda. Mheshimiwa Rais wakati anazindua bunge alisema ni lazima kuendelea kuwapa ushirikiano wa kutosha wawekezaji ili tuweze kuendeleza kongani za viwanda. Jana tulikuwa kwala tumefanya hivyo na leo tumekuja hapa kwenye viwanda hiki, lakini vilevile kuendelea kuwahamasisha wawekezaji waendelee na mipango hiyo hiyo walionayo, ili tuweze kuongeza wigo, ili tutimize ile ahadi ya ajira milioni nane ambayo Mheshimiwa Rais amesema na ile uh, kongani ambayo wameizungumzia leo ni kongani ambayo itaenda kuchangia ajira takriban laki moja. Kwa hiyo sisi tutawapa ushirikiano kuona hayo yote yanaweza kutekelezeka, lakini sasa tumekuja pia hapa kwenye kiwanda cha Keda ambao ni wazalishaji wa floor tiles, lakini wao pia wana viwanda vingine vinne, na kwa kweli tumeona uwekezaji wao namna ambavyo wanafanya ni uwekezaji mkubwa, wanachangia ajira za moja kwa moja takriban elfu tano, lakini lakini vile vilevile Uh, wanachangia ajira zisizo za moja kwa moja takriban elfu arobaini. Sisi kama serikali lengo letu la kwanza ni kuwa wawezeshaji ili wekezaji za namna hizi ziweze kuendelea lakini ziweze kukua na ziweze kuleta matunda zaidi. Changamoto ambazo ametuambia sisi ndani ya serikali tutakaa na tutafanyia kazi haraka iwezekanavyo ili kuendelea kuwaboreshea mazingira yao ya kufanya kazi. Tumefurahi pia kwa sababu ile nembo yetu ya made in Tanzania kwenye bidhaa zote tumeona, na kwa kweli inaleta faraja ni kwa namna gani Tanzania inaendelea kupaa kwenye soko la dunia kwa bidhaa ambazo zinatokea ndani ya Tanzania. Kwa hiyo sisi pamoja na watendaji wote na taasisi ambazo zipo chini ya wizara yetu tumekubaliana, tutaendelea kuwa wawezeshaji, kuwapa ushirikiano wa kutosha ili tuweze kuendeleza ajenda ya viwanda ya Mheshimiwa Rais na kufikia yale malengo ambayo anayataka ya na sasa kubwa kuliko kwenye viwanda hivi vyote, tumeona vijana wengi wakiwa wameajiriwa kwenye viwanda hivi katika zile ajira zinazochangiwa za moja kwa moja. Wote tumepita tumeona, kwa asilimia kubwa sana walioajiriwa wa ni vijana, na hii ndio kazi ya serikali kuhakikisha tunachagiza uwezeshaji ili kuweza kutoa mwanya zaidi wa vijana kuweza kupata fursa za ajira katika uwekezaji na katika fursa ambazo zinatokea katika nchi yao.